Unapopita kwenye kipindi cha giza tarajia Mungu kukuwezesha kushinda majaribu. Hebu mwambie jirani yako, kumbe napita kwenye, napopita kwenye kipindi cha giza nitarajie Mungu kuniwezesha kushinda majaribu, kuniwezesha kushinda wewe, kila jaribu litakapokuja wewe ni mshindi kwa sababu umepita kwenye kipindi hicho, umefundishwa namna ya kukomaa kiroho, umefundishwa namna ya kunyenyekea unapopita, umefundishwa kuwa na subira. Maana yake sasa, unapopita kwenye kipindi hicho, tarajia Mungu atakupa ushindi kwa kila jaribu linalokuja mbele yako. Tarajia Mungu atakupa ushindi kwa kila jaribu linalokuja, kwa sababu utakuwa umekomaa, utakuwa mzoefu, utakuwa na ujuzi wa kuweza kutulia mbele za Mungu. Mungu, kwa kila kipindi unachokipitia kwa kila nyakati unazopitia, Mungu atakuona bora wa thamani, kwa sababu utapita kwenye kile kipindi bila kunung'unika, bila kulalamika, bila kusema maneno ambayo yako kinyume na, na upenzi ya Mungu, bali utaendelea kumtukuza Mungu, utaendelea kunyenyekea mbele za Mungu, kwa sababu ndani yako ataweka ushindi wa kushinda kila jaribu. Kwa hiyo kipindi cha giza si mwisho wa safari yako.